Amesema hayo katika kongamano la maombi maalum ya kuiombea nchi katika kipindi hiki cha uchaguzi lililoandaliwa na wanawake wa JMAT na kufanyika jijini Arusha. Amesema kuwa katika kipindi hiki ni muhimu sana wanaume na wanawake wa dini zote kuungana kulingana na imani zao kuiombea nchi ili isipatwe na mabaya. Lakini leo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe ukiwakilisha serikali yetu, sisi viongozi wa dini ndani ya jumuiya ya maridhiano na amani tunataka tuseme hivi: Tanzania, hakuna mabaya yoyote yatakayotupata. Ninarudia, Tanzania, hakuna mabaya yoyote yatakayotupata, hata kama kulikuwa na mabaya yaliyokuwa yamekusudiwa, kwa sababu waombaji wameomba Mungu, kina mama mmeomba Mungu wababa mmeomba Mungu, watoto wameomba Mungu, rais wetu ameomba Mungu, viongozi wetu wameomba Mungu. Natangaza kwamba hakuna mabaya yoyote yatakayetupata. Tanzania tuchangamke, hakuna mabaya yoyote yatakayetupata siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, hakuna mabaya yoyote yatakayetupata. Mkuu wa wilaya ya Arusha mjini Joseph Mkude ambaye pia ni mgeni rasmi katika kongamano hilo amesema wakina mama wana nafasi kubwa katika kuhakikisha kuwa amani na utulivu katika nchi ya Tanzania unaendelea kudumu vizazi na vizazi. Amesema kuwa wasidanganyike na propaganda za kwenye mitandao zinazolenga kuivuruga amani ya nchi ya Tanzania, huku kamanda wa polisi wilaya ya Arusha OCD Jojina Mtagi akiwahimiza wananchi kutoa taarifa endapo wataona dalili zozote za uvunjifu wa amani katika maeneo yao. Kwa maombi haya na baraka hizi tulizopata kwa viongozi wetu JEMAT mkoa, JEMAT taifa, akina mama, bila shaka uchaguzi wetu utakuwa salama na huru na wenye haki kabisa. Tusidanganywe na upotoshi unaotolewa kwenye mitandao. Hizo ni propaganda tu ambazo ni za kisiasa mfu, sio siasa ya sasa hivi. Siasa ya sasa hivi watu wana utambuzi mkubwa sana. Hatuishi peke yetu, tunaishi na watu. Uhalifu unaanzia nyumbani kwetu na uhalifu wako katika maeneo yetu tusisite kutoa taarifa na kuwaambia waende katika maeneo mazuri. Sisi ni walinzi wa, wa nje ambao natuona kama hivi kwenye mavazi, lakini nyinyi ni walinzi wa kiroho. Kwa hiyo mna nafasi kubwa sana ya kuongea na wananchi wa Arusha, kuwaeleza kiroho kwamba uhalifu ni ni mbaya na madhara yake ni nini. Mnatusaidia kwa um, kwa hatua kubwa sana na nyinyi tegemezi letu kubwa sana ku, ku, kwenda kwenye masuala ya ulinzi mtakapoongea na jamii mbalimbali kuna watu wale ambao hawawezi kuja kanisani au misikitini, lakini ukutana nao barabarani ukamwelewesha akarudi nao. Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo akiwemo Kabula Juma Sukwa na Fatma Ababa, wamewahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura siku ya kesho, kwani ni haki yao ya msingi. Tujitokeze kwa wingi kupitia familia zetu jamii zinazotuzunguka sisi tuwe vinara wa hamasa. Siku ya kesho tujitokeze asubuhi kwa mapema, tupige kura, turejee majumbani kwetu. Tunapomwamini Mungu na Mungu anasimama nasi, tunasema ya kuwa amani itaendelea kutawala katika nchi yetu, lakini amani itaendelea kutawala katika mkoa wetu wa Arusha chini ya viongozi wetu hawa tulokuwa nao. Tusifanye makosa ya kukubali au kusikiliza propaganda au maovu yanayosambazwa na wenye nia mbaya na nchi yetu. Tunu ya nchi yetu ibaki kuwa tunu ya nchi yetu, nchi yetu ni ya amani. Kuna msemo unayesemwa, kelele za mpangaji hazimstushi wala hazimkeri mwenye nyumba. Kutoka mkoa wa Arusha, mimi ni Elhuru Machao.